Ukielekea huko nchini Israeli tunafahamishwa kwamba Iran ilirusha chini ya makombora mia moja katika mawimbi mawili kuelekea Israeli. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israeli Avichay Adraee anasema, katika chapisho lake kwenye mtandao wa X anaandika kwamba makombora mengi yalinaswa au kushindwa kufikia malengo yao. Kuna idadi ndogo ya majengo ambayo yalipigwa, mengine kutokana na milipuko ya shughuli za uvamizi, anaongeza. Kama inavyoonekana kwenye picha, baadhi ya yameharibiwa kwa kiasi kikubwa. Bado tunasubiri zaidi kutoka kwa Irani na maelezo ya operesheni hiyo ambayo wameipa jina la True Promise 3. Jumla ya watu 40 wanatibiwa katika hospitali za Israeli baada ya mashambulio ya hivi majuzi. Wawili wako katika hali mbaya. Hospitali ya Ichilovu huko Tel Aviv inatibu wagonjwa 18. Hospitali ya Beilinson huko Peta Tikva inahudumia watu saba akiwemo mgonjwa mmoja mahututi. Hospitali ya Sheba huko Ramat Gan inahudumia wagonjwa 15 akiwemo mgonjwa mwingine